Shukrani ya pili your excellency, ni ya kwamba umekataa ukabila katika hii nchi. Huku Laikipia kauti, tuko wa Turkana, tuko wa Pokot, tuko wa Kalenjin, tuko wa Kikuyu, tuko wa Samburu, tuko wa Masai, tuko na Wameru kabila zote ziko katika county ya Laikipia. Na your excellency the president, tafadhali usikubali ukabila ingie katika hinchi ama hii county yetu. Kitu ya tatu your excellency ni shukrani kubwa sana juu mimi kama mama, hakuna kitu ilikuwa inatia, inanitia hofu kama hao watu kunipigia simu usiku wakiniambia wamepatwa na majambazi, ng'ombe zao zinaibiwa, mbuzi zao zinaibiwa. Lakini siku ya leo your excellency the president, tumemaliza miaka mbili bila wakora kukuja kutusumbua, na tunaomba hii usalama iendelee, na tunaendelea kukushukuru ati watu wetu wanalala kutoka usiku mpaka mchana bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Mimi nataka kuongelesha wale watu wa media. Ila wakati kulikuwa na hakuna usalama Laikipia, mulikuwa mnashinda mukikuja kutangaza Laikipia hakuna usalama. Leo hii tunawakaribisha kama wana Laikipia kujeni, muonyeshe nchi nzima, ulimwengu mzima, kwamba usalama umerudi katika kaunti ya Laikipia. Na usalama umerudishwa na His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Yeah!